Masta uh, Tindwa, hii inaweza ikawa mechi ngapi ya Yanga kwa kumbukumbu -kumbu zako kuingiza bure mashabiki wao, na matokeo yalikuwaje katika hizo mechi za walizokuwa mashabiki wanaingia bure? Uh, katika kumbukumbu -kumbu zangu, kwanza, mechi zote ambazo za mashindano Yanga Afrika walisema free transfer mm. free interest mm. free si nini, hawajapata matokeo yaliyo bora mm. uh, nakumbuka uh, enzi ya marehemu Manji Hmm. kuna gemu ya champions league ilifanyika Mwanza, Yanga nakumbuka kama na Elmereki ya Sudan hmm. Yanga ya kina Amri Kiemba hmm. uh, ilikwenda sare hiyo gemu hmm. Yanga walitaka matokeo ya ushindi, mradi wasogee, wakaenda sare uh, na hakuvuka, waliondolewa na Elmereki ya Sudan hmm. uh, Yanga dhidi ya TP Mazembe englebe hapa uh, kwa Mkapa, indi cha Manji uh, pia hmm. uh, Yanga kafa moja kwa sifuri Mm. Uh, mechi hili ambayo tulizungumza hapa wiki iliyopita ambayo ndio mechi yake ya, ya kwanza ilikuwa ya nani ya, wa, ya, waziri, ya, nani wa, nani mahadhi juma na, Juma Mahadhi yeah, yeah. Yes, ile mechi Yanga likufa goli moja kwa sifuri, lakini kuna mechi Yanga na Mamelodi Sundowns sifuri kwa sifuri kwa mm. Mkapa. Mechi ya final ya USM Yanga kafa mbili moja kwa mkapa mm na ukiacha zingine mechingi zile zifungulia mbwa zile bana, wana watu ingie, watu waruhusu waingie ili yeah, uwanja uonekane unajaa, acha zio na na na, na nimemsikiliza Ahmed Ali mm. Ni of course ni watani na na yanga kile amezungumza ya mambo mengi sana ya msingi mm. Kama unamsikiliza una, una kwa jicho la kutaka kuelewa nini anazungumza mm. Lakini ukisikiliza kwa jicho la, la upinzani utatafasiri uta, hivyo uta, uta, hivyo upinzani mm. Kwa sababu na kwanza karne katika soka sasa hivi biashara ya mpira ni kubwa sana na imekwenda mbali zaidi na mpira kwa ajili ya mashabiki na mashabiki wa mpira wanaothaminika ni wale ambao wanakwenda viwanjani kwa kulipa tiketi, wananunua uh, bidhaa za vilabu original, kwa sababu una bidhaa fake na hizi nini, mm. Original, mm. kwa mfano jezi, skafu mm. wale hivyo wanalipa michango mbalimbali kwa klabu uy, hiyo ndio afya ya klabu, mm. uh, ingieni kuna matatizo kidogo, ingia bure, ingieni bure. Ndio maana mechi za Yanga ukiangalia nyingi sana kuna kuna ucheleweshaji, yaani kuna kuna kuna gap kubwa sana ameachwa na Simba, hususan washabiki kuenda uwanjani. Simba akiondoa jambo lao, tunataka uwanja wa Mkapa ujae, kwa si, mfano wanapewa siku tano za ku za za, za, za ku, kukumbushana huko mwanjana, watatumia mm. siku mbili tu tayari watu wameshaitika, uwanja umejaa mm. lakini Yanga mpaka siku ya mwisho, mpaka zile dakika za nyongeza zile mm. ndio uwanja unakuja una nini, wanachelewa sana, na kwa sababu hii Uh, bure free sa mzee wa, mzee wa, wa mwenyekiti wa, wa, wa mwenye tawi siju wa, watu waingie bure ili nini? Hapana, yani kwa karine hii uh, Yanga wanajichelesha wao wenyewe pamoja, wanaona hawa hawana cha kupoteza, lakini kitu kikubwa sana wanapoteza, hii ndio yani, au pengine walihisi kwa matokeo mabaya waliopata katika mchezo wa kwanza, mchezo unaweza kuwa na namba ndogo sana ya mashabiki, kwa hiyo tuweke bure, walau tupate mashabiki tunaowahitaji kwa ajili ya kuisupport team uh, ha, yani, unajua kitu kimoja, Simba tukacheza mechi mbili hapa bila mashabiki mm cheza mechi ya msimu uliopita dhidi ya timu gani? Akapata ushindi katika uwanja wa Mkapa alichezaga nzizi ya corona free na na wale mreki kwa watandika nne, yaani mechi zote za hamna mashabiki kabisa na anapata ushindi. Unajua tuma iko kwa hiyo, yanga hata ungekuja mashabiki wawili yanga, mashabi yanga wangekomaa kuitengeneza timu yao iliyo bora ipate matokeo kuliko vitu vingine, vitu vingine. Kuingia bure kufanya nini? Havileti nini, havileti ushindi uwanjani. Mwisho wa siku unabakia wachezaji 11 na 11 Mm. Wat, wat, wat, vile vitu ambavyo vimepelekea Yanga kucheza hivi ambavyo wanacheza kwa sasa mm. Yanga kupelekea nini, hilo la kwanza, lakini kitu kingine, watu wengine wanawalaumu Yanga kwa kupoteza mchezo dhidi ya timu ya Silver Striker. mm. wana, wa, wa, wanashindwa kuwaangalia wapinzani, pengine nao wana ubora wao upoje, na approach ya game, kwa sababu wengine inawezekana jina lile Silver Striker inaonekana kama yeah, hii timu imetokea wapi? mpya nini wao, wow, ni hilo yeah. Katika mpira wa miguu sasa hivi dunia inabadilika hii Uh, juzi tumeshuhudia hapa Manchester United anamfunga Liverpool. mm. uh, yaani hapo kabla msimu um, unaanza sidhani kuna mtu alifikiria kama Manchester, Manchester anaenda kushinda tena pale Anfield ambao ametumia miaka tisa pale kwenda katika mechi mm, hajapata matokeo ushindi, lakini Manchester hii ambayo inasuasua imemtandika Liverpool. Huo ndo mpira wa miguu unavyokuwa. Kwa hiyo Yanga wameteleza kule uh, Bingu, uwanja wa kule Malawi kule. Waangalie tumeteleza wapi, tumejikua wapi, marekebisho hayo yanakuwaje kuelekea katika mchezo wa marejano hapa Dar es Salaam? Mashabiki bure, na tayari washatangaza viungilio, kama unakumbuka mm, bure. Yani hii wanawalemaza mashabiki wao, na ndo maana wanachelewa. Najua mwisho wa siku tukichelewachelewa hivi tutapewa bure, itakuwa bure au tajiri, utasikia kanunua tiketi hii elfu kumi mashabiki. Tulizungumza hapa na afande Hashim mle, mkuu wa usalama wa FIFA viwanjani, mm, yeye alikuwa na konseni yake pia, kwa sababu tulimuuliza hilo swali akasema mchezo kati ya Yanga na Mazembe walipata shida sana ule mchezo. Kwa sababu kwanza unashindwa ku control. Namba kwanza unashawishi namba ya watu wengi kuja pale. E, e, e, alafu hilo la kwanza. Mm. La pili unajua ukisha ukitokea, ukitokea afa lolote. Yaani hata pa kuanzia wewe unashindwa kwa sababu ukata tiketi unajua uh, watu walio kata tiketi fulani walio punch tiketi kuingia uwanjani fulani at least unakuwa mwapi pa kuanzia. Hilo la kwanza. Yaani kuwa kwa manage watu pamoja wanasema uwanja ukijaa mlango unafungwa. Unakumbuka timu ya Mazembe uwanja ulijawa wakafunga kabomoa tu mageti e, sasa si namba waliopo ndani waliopo nje yes, watakulingana idadi pamoja. Mechi hii ushawishi huu haupo, unaweza isivute hivyo mashabiki isi, lakini sasa hii ikishaenea hivi ikisha ikishazoeleka hivi ndio hivyo, inazoeleka. Kwa kweli, Yanga wafanye namna iliyo bora kuwaita mashabiki wao kujitokeza uwanjani kwenda ku support timu, na wakati huu unajua Yanga miaka minne mfululizo inafanya vizuri, wakati huu ambao timu haijafanya vibaya sana mm. Uh, inaonekana kama ina miumbo tofauti na msimu ulimaliza msimu uliopita. Wakati huo mashabiki ilibidi inapaswa wao wawe waw, yani wanashtuliwa wana, wana, wana, wana tu yani wa, wawe, yani wawe wanaisuporti timu kuwa nao pamoja kwa wakati huu kama waw, juzi juzi hapa, wao wameanza kupiga kelele kusana na mwalimu hawamwelewi Roman Forza wao muhitaji, kwa sababu sio soka. Walipiga sana kelele, sawa, Roman Forza ameondolewa, na wao pia waoneshe kwamba na sisi tunapohitajika, twende twende uwanjani. Na hapa tena Yanga hata ungeweka vingilio vikubwa Yes. Jambo lenu unakuja katika siku, nini, wiki ya wananchi wanakuja kwa wingi uwanjani. Uh, si, Simba na Yanga, The rest, hapo na Yanga Al Ahli robo finali, no mchezo wa makundi Yanga nani ni mechi kubwa kuwahi kucheza. hakuna mashabiki uwanjani Kesho tutaikuona hiyo Jumatano, hiyo Jumamosi ikawa bure ya gari kwa upande wao wawakilishi wetu. Okay, uh, weekend hii wanaenda kucheza kuwakilisha tena nchi katika michuano ya kimataifa timu zote nne tacheza weekend hii, uh, hii. Goli la mama linaendelea uh, pale pale lilipoishia, uh, tuangalie jinsi goli la mama linavyosaidia timu zetu kwenye mashindano ya kimataifa kwa kifupi Uh, lina mchango mkubwa kwa sababu juzi Simba amechukua 15 milioni sikushinda, goli tatu eh tatu. Azam kachukua 10 milioni. Singida hajapata kwa sababu sare sare. Yanga ndo kabisa hajasikoa kabisa, kwa sababu kubwa inachagiza ina, ina, ina, ina kuleta motivation. hata kwa wachezaji kwa sababu ile pesa pass kwa wachezaji, anapokea kapteni, kapteni, eh, anajua kabisa tupo wangapi, hii fulani unaipiga pass yaani kama mchongo pesa unavyoingia katika hela yako, katika, katika nini katika simu yako. Hakuna anayekuuliza hakuna kupitia simu nini namba ya NIDA nini hakuna kwa pale, pasu pap. Kwa hiyo inatia motivation sana kwa wachezaji, hilo la kwanza. Lakini pia uh, hii inakumbusha kwamba uh, wakati uh, mnapocheza mm, serikali ipo pamoja na nyinyi, ndio maana mm, ili goli linakuja pesa hii ya goli la mama Manake serikali ipo mm. mm. na support na support kile ambacho mnakifanya. Kwa hiyo mm. nao pia wanasema, na wao wanapenda nyinyi mfanye vizuri mm, kwa sababu unaposhinda unapata pale pale kesh. Kwa mfano wao wameshinda nchi eh, za nje kufika, eh, wana elabu wana vizuri, inakuja kesh. Kwa hiyo eh, wana support kile ambacho wanakifanya na wao pia wanataka mm. mfanye vizuri katika sekta mm. ya michezo. Kwa hiyo umuhimu wa goli mama lipo, na wachezaji ukitaka nini, kaulize wachezaji, hasa wachezaji ambao wameanza kupata safari hii au mwii, ondoongea nao leo, ongea nao bwana, vipi goli la mama, natakwambia natakwambia.